Na mtazamaji, karibu tena tuendelee na taarifa za KTN leo. Wikendi ikiwa ni siku ya Jumapili, bila shaka huwa tuna makala ya mwanamke ngangari. Na ule uhuru wa wafungwa katika idara za magereza katika siku za hivi karibuni imeonekana kubadilisha maisha yao kwa kiasi kikubwa. Wafungwa sasa wana uwezo wa kupalilia vipaji vyao bila vikwazo vyovyote. Yote haya yametokana na juhudi za mwanamke mmoja kwa jina la Wanini Kireri mwanahabari Elvis Kosgei anaarifu kwenye makala ya Mwanamke Ngangari. i leo kwenye makala yetu Mwana Mwana ya Mwanamke Ngangari tunamwangazia Wanini Kireri, ni mwanamke ambaye amesaidia pakubwa katika kufanikisha mustakabali wa idara za magereza. Nini haswa kimekuchochea ili kuboresha uhusiano mwema baina yako no, yeah, na yeah. Wale wafungwa, ya ilianza uh, sana sana marekebisho ya magereza nikiwa uh, officer in charge mwaka wa 2003 huko Langata Women Prison e, na wakati huo, basi niseme ya kwamba magereza hayakuwa mazuri na ile hali, wafungwa tulikuwa tunawaweka vile tulikuwa tuna, waweka, tulipuwe, tuna uh, warekebisha haikuwa katika hali ile inatakikana, yani, katika ile international standards on the treatment of human, uh, of offenders. Na basi katika hiyo hali ndio kukawa kuna pressure mingi hata kutoka uh, human rights organizations. E, na mimi pia mwenyewe nikawa nimefanya gereza by then, by 2003 karibu miaka kumi na tano na pia hata mimi sikuwa nafurahishwa na hali ile ilikuwa e, inaendelea katika hizi e, magereza zetu. Usilolijua ni kwa nini lazimika kukatiza ndoto yake utotoni kutokana na changamoto za maisha na kujitoza katika kazi hii inayoaminika kuwa ya wanaume. Je, yeah, katika utotoni mwako uliwahi kufikiria labda siku moja utajipata katika nafasi ambayo unayo sasa? Hapana, ka, ka, uh, uh, katika utotoni mwangu dream yangu haswa nilikuwa nataka kuwa ya hostess eh, kwa sababu nilikuwa na admire vile uh, wako vile vile ndege ziko juu and, and, and I think for me I, I, I just wanted to tour the world. Yeah. Kutokana na jitihada zake, hali ya kinamama katika magereza imeboreka kwa kiasi kikubwa. <totitikana> Wafungwa wanamfahamu wa mtetezi wa wanyonge. Ndamu wa nyinyi, namjua kama mja Mungu ambaye ni mtu ametuelimisha kwa reform, ambaye ametuletea shule. Tuko na shule hapa, tuko na makanisa tuko na sherehe kama hizi, tuko na entertainment ambayo ziko mahali hapa. Tumekuwa tumebadilika kabisa wa. Wow, huyo ni macho. Huyo ndio kiongozi, huyo ndio kwa nini tuko hapa siku ya leo. Yani yeye akikaa chini, angalia talanta ambayo vijana wako nayo, anaongezea maarifa yake, ngoma, dance na mitindo ya nini hii. Mmoja wapo tu ya matunda ya jasho la Wanini Kireri. Je, unaweza kujiita mwanamke ngangari? Ndio, naweza kujiita mwanamke ngangari kwa sababu ni nimeweza ni, ni kufanya hayo, nimeweza kufanya kwa muda wa miaka uh, hiyo thelathini, uh, nimekuwa katika idara ya magereza na eh, nafurahia kuwa huyo mwanamke mwenye aliweza hata pahali alipelekwa ikawa ni mazingira ya wanaume, nikaweza kufanya kazi yangu nikiwa najisikia niko niko sawa. Natoshea anybody any woman can perform any, any duty today, any job today, job whether whether it's it's in in the the men's world, whether it's in the women's world. women's And and they they they shouldn't fear, they should take courage, and, uh, they have what it is. Elvis Kosgei kwenye makala ya mwanamke ngangari